na hilo sio Simiyu peke yake, ni nchi nzima. Mamiradi mingi mingi, mingi yanaendelea, kuna fedha za mikopo, za misaada, lakini kubwa tunazokusanya ndani. Sasa ninalotaka kuambia ndugu zangu, wanangu wa TRA, ni kwamba mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake, ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri, hali haijawa. Na kuja kukwambia, mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu nakudai, ujana dume wako upo hapo, kesha kushusha, kesha kushusha hadhi, si ndio? Lakini ukiwa na chako, unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada, dunia yote sasa iko juu chini, mavita maugomvi, mavurugu, chumi zimeshuka huko, hawafanyi vizuri hata ndani ya kanda yetu hii, East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana sana, watoto wangu, wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanya. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.